Wapenzi wa Ulimbo wa Simulizi, jina langu naitwa Kani Ban Ahmed, ni mimi yule yule wa kila siku ambaye umenizoea nikiwa na kuingizia voko na sauti ya mamlaka niliyojaliwa na Mwenyezi Mungu katika kisa chako kipya kabisa kinachokwenda kwa jina la Kazi ya Mochwari bana. Leo nitakuwa na msimuliaji moja kwa moja katika studio za Ulimbo wa Simulizi ambaye atatupa kisa chetu kizuri kabisa na kipya, akiwa anahitaji kuburudisha wa wafuatiliaji wa Ulimbo wa Simulizi. Kisa kinaitwa Kazi ya Mochwari. Bwana mkubwa anasema, jina langu naitwa Joseph Matombeko, ni mzaliwa wa Nairobi nchini Kenya, naishi na familia mke na watoto watatu. Ni mfuatiliaji mzuri tu wa stori zako katika Ulimbo wa Simulizi, basi nikaona nikutafute nami nikupe mkasa wangu, na imani utawaburudisha wasomaji kama mimi nilivyoburudika kwa mikasa ya wenzangu. Lakini pia ni matumaini yangu kwamba watajifunza vitu tofauti tofauti kupitia kisa changu hiki ambacho kimewahi kunitokea katika maisha yangu. Kazi yangu mimi ni ulinzi. Baada ya kumaliza mkataba wangu katika shule fulani binafsi, wenyewe walikataa kuniongezea mkataba, wakanilipa fedha zangu, nikarejea basi nyumbani fedha zile zikiwemo za mafao nilizitumia kurepea nyumba yangu nyingine. Tukashauriana na mke wangu tukaanzisha mradi wa kuku. Hata hivyo walikuku ndani ya mwaka mmoja walipopotika magonjwa hatimaye wakaja kufa wote. Nikaingia katika maisha magumu sana, sina kazi, watoto wanahitaji ada bado sisi tunahitaji kula ama kwa hakika kipindi cha kufanyani miti yote hutaeleza hata pia katika kutafuta kazi ajira ikawa ngumu. Kila ninapoenda kazi hamna, rudi tarehe fulani. Siku hiyo nakumbuka, mchepuko wangu ambaye alikuwa ni daktari katika moja ya hospitali kubwa alinitaarifu juu ya kazi ya ulinzi iliyotokea katika hospitali aliyokuwa akifanya kazi, ila hakunieleza ni kazi ya nini. Basi nikijua ni ulinzi wa getini, siku ilofuatia nikaelekea pale hospitali na kwenda moja kwa moja mpaka kwa daktari mkuu pale hospitalini. Nikamweleza shida yangu ya kazi, nikaeleza na wasifu wangu. Basi daktari akanambia, kazi ipo mzee, ila ni kazi ya ulinzi wa mochwari. Nilishtuka eh, nilishtuka mpaka daktari akagundua jinsi nilivyoshtuka. Kulinda maiti, hakika haikuwa kazi nyepesi. Kwanza, toka nikiwa mtoto nilikuwa nikiogopa maiti. Hata marehemu baba yangu na mama yangu walipofariki, sikuwa na ujasiri wa kuangalia maiti zao mpaka tukawazika. Nilikuwa mwoga sana, leo huyi ndo nikawe mlinzi mochwari. Hakika lilikuwa ni jambo gumu sana kwangu, tena lilikuwa ni jambo gumu sana. Nilitoka pale hospitalini nikimwahidi yule daktari kwamba nitarejea hiyo Jumatatu kuanza kazi, ila kiukweli moyoni nilipanga kutarudi kabisa eneo lile. Nilienda nikamweleza mkeo wangu juu ya kazi ile na hata haikuwa na mshahara mzuri wa kuridhisha. Mume wangu wenenda, si unaona maisha yetu jinsi yalivyo? Kula yetu tabu, cheki mkeo nilivyopauka, hata hela ya mafuta sipati. Maisha maisha gani haya? Mume wangu wenenda tu. Mke wangu alijaribu kunisihi, nikicheki watoto walivyojikunja njaa, nikicheki madeni yalivyoniandama, ikanibidi tu niende, nikijipima moyo, nitazoea kweli? Jumatatu mapema tu nikiwa na viambatanisho muhimu kama pasipoti, cheti cha kuzaliwa, kitambulisho cha taifa, barua za viongozi wa mtaa, kadi ya benki, nikaenda kujiandikisha nikakutanishwa na mwenzangu. Bwana Joseph, kutana na Mzee Nelson, huyu ndo atakuwa mlinzi mwenzako. Huwezi amini kusikia vile nilitabasamu kungamua Aha. Aha. Kumbe tutakuwa wawili, ila tabasamu langu likakatwa ghafla baada ya daktari kuendelea. Um, Mr. Joseph uh, to be honest mtajua jinsi ya kuga, kujigawanya kwa shifti wa usiku na wa asubuhi mpaka jioni mimi na yule mwenzangu uh, tukaangaliana daktari akaondoka sasa yule mwenzangu bwana paulo akanigeukia kisha akanambia karibu bwana joseph leo ndio unaanza kazi rasmi kwa kuwa ni mgeni nitakupendekeza we anza asubuhi mpaka saa kumi na mbili naja kukupokea au unasemaje Nikamwitikia sawa tu, hakuna tatizo lolote. Ulishawahi kufanya kazi hii ya maiti hapo kabla? <laughs> mzee yule aliniuliza, ambapo kwanza nilitingisha kichwa kukataa. Si kazi ya kawaida hii, ni kazi inayohitaji kuwa jasiri na moyo mgumu, pia inahitaji usiri kwa kila utakachokutana nacho, usiri kwa kila utakachokutana nacho. Aa, nikawaza nikim, nikim, nikimtumbulia macho yule mzee mwenzangu, ina maana kuna vingi ambavyo si vya kawaida ninavyoweza kukumbana navyo, nikawaza kichwani kwangu, huku wasiwasi wasi, hofu ikiuzunguka moyo wangu. Ni kama alisoma mawazo yangu, kisha akanijibu, ndiyo, Bwana Joseph kuna vingi si vya kawaida utakumbana navyo hasa nyakati za usiku, tegemea hili, ila ujasiri, kutoa hofu, kujiamini kunahitajika sana kulinda. Mchana ni freshi, japo pia kuna matatizo yake. Mimi wacha niende nyumbani. Uh, tutazungumza vizuri saa kumi na mbili nikirejea. Kila muda fanya maombi, uonekane uonekane mwoga. um, Wacha mi niende nyumbani, tutazungumza vizuri saa kumi na mbili nikirejea. Jambo la msingi, kila muda fanya maombi kwa sababu <laughs> Bwana Joseph nakuona we, we mwoga sana, unaonekana mwoga hapana. Uh, nikajibu huko nikijidai kutabasamu, ila kiukweli nilikuwa na hofu A, pia wazo langu kwako, kwa kuwa ndo unaanza, ni vyema ukapiga viroba kadhaa, ila usilewe sana, si unajua upo kazini. Jamaa akaondoka zake akiahidi kurejea jioni. Sikuwahi kunywa pombe katika maisha yangu, nilishakula kiapo kutokunywa pombe, hivyo swala la viroba hata halikupata muda wa kulitafakari mawazoni mwangu. Basi nikarejea zangu eneo langu la kazi. Unajua, ile hospitali ilikuwa kubwa. Wafanyakazi wa mochwari jumla tulikuwa wanne, mabinti wawili, hawa walikuwa ni wafanya usafi kule ndani. Kuona hawa kiasi fulani nika nika kikanitoa hofu. Wanawake sio waoga, iweje mimi niwe mwoga? Basi bana. Kwa bahati nzuri siku hiyo hiyo ikiwa imetimia muda ya saa kumi kumi, kuna familia fulani ilikuja kuchukua mwili wake, hivyo ikawapa dili la kuuosha kabisa ule mwili. Ulikuwa ni mwili wa kijana mdogo tu, si juu ya miaka ishirini. Basi wale mabinti wakaja kunipa tenda hiyo, tuifanye watatu. Ilikuwa na pesa nzuri tu ambayo kiukweli sikuweza kuitegemea. Uh, ilikuwa elfu arobaini kwa pesa ya TZ kwa kila mmoja. Nikapata hamasa kwa kwenda kuifanya, kukataa kazi mbele ya mabinti niliona ni ujinga. Basi tukauchukua ule mwili mpaka chumba cha uoshaji, tukauweka juu na kuufunika vizuri, kisha tukaanza kumwagia maji, tukauweka juu na kuufunika vizuri tukaanza kumwagia kumwagi maji ule mwili ghafla yule mtoto si akatabasamu, sambamba na kufumbua macho. Hey! nini tena hiki mbona? Maajabu, hii ni maajabu. Nilipatwa na mshtuko, ila nilishamshuhudia. Ghafla mwanake mmoja akiwahi kupeleka macho yake akayafumba yale macho ya yule mtoto nikaona akamgusa shavuni kama alikuwa akimpima joto kisha akatoa ishara tuendelee. Sasa mimi nikawa nikijiuliza, huyu mtoto kutabasamu na kufumbua macho ni ishara ya uzima? Maana sasa hawa hawaonyeshi jitihada zozote za kusitisha, za kusitisha kile wakifanyacho na kwenda kuwaita madaktari. Nikajikuta nikipeleka mkono wangu kuugusa ule mwili. Huwezi amini, ule mwili ulikuwa ni wabaridi. Basi tukamaliza na kukabidhisha kwa wenyewe, ila kiukweli jambo lile lilinishangaza sana na kunitia hofu. Jioni mwenzangu alipokuja nikamweleza. Ah, sikiliza Joseph, usijali bwana, hiki ni kitu cha kawaida tu, mbona utazoea ndugu yangu mmoja kuna mambo mengi sana na maajabu yake. Kikubwa ni kuwa jasiri na msiri pia, si kila utakachokiona utangaze, au si kila kitu ni cha kuchunguza. Hivyo ni mengi tu utakutana nayo, kikubwa uvumilivu na ujasiri. Mzee mwenzangu, utazoea tu. Basi. Yule mlinzi mwenzangu nilikuwa na mkabidhi lindo, alijaribu kunifunza mawili matatu, huwezi amini nilimwelewa to, tukaagana nami kisha nikaondoka zangu. Nilipata, nilipita duka la nyama nikanunua nyama kilo kilo, nikanunua mchele nikaelekea nyumbani, ila cha ajabu sasa, ile harufu ya kule mochwari, harufu ya yale madawa yakawa yakisumbua pua zangu na kuniletea kichefuchefu kikali sana. Hali ile iliendelea hadi nafika nyumbani, na sasa taswira ya yule mtoto wakati akitabasamu na kufumbua macho ikawa ikijirudia machoni. Sijui nitakuelezeaje ujue nilikuwa kwenye hali gani, ila mke wangu alinitia moyo akiniambia nisijali kwa kuwa ni mawazo tu ila nikishazoea kila kitu kitaisha. Mke wangu aliandaa chakula mezani, tukaanza kula. Kijiko cha kwanza, cha pili, harufu ile ikazidi kunikereketa, nikajikuta natoka nje. Nilitapika, sikuwahi kutapika kiasi kile. Sasa tumbo likaanza kuuma. Kwa kweli, sikuweza kula tena, kila nilipojaribu niliishia kutapika moyo ukawa unaenda mbio, tumbo linaniuma kwa shida. Nikapanda kitandani kulala. Kila usingizi uliponyenyemelea, taswira ya kule mochwari ikawa ikinijia pale pale, nashtuka. Niliteseka sana siku hiyo kiasi kwamba sikuamini kama kesho yake ningeweza kwenda ila kuna usingizi ulikuja kunichukua, sikujua ni saa ngapi, ila nilikuja kuzinduka saa kumi na moja. Nilikuwa katika hali nzuri tu, kichefuchefu wala ile harufu sikuvisikia tena. Um, kwa kuwa ilipaswa niingie kazini saa kumi na mbili, haraka haraka nikajiandaa nikanywa chai na kiporo cha chakula ambacho jana yake kilikataa kilikata kukaa tumboni. Basi nikawahi usafiri barabarani, safari ya kazini ikaanza. Kufika kazini, nilimwelezea kila kitu yule mlinzi mwenzangu ah, Josefu. Ndio maana nilikuambia unywe viroba au uvute bangi, hii mwanzo utateseka sana mzee mwenzangu aisee. Nakwambia hili kwa sababu nina experience na kazi za mocho. Alafu wewe nishakuona kuona ni mwoga sana. Basi mlinzi mwenzangu akajaribu kunipa ushauri katika umri wangu mimi mpaka sasa naelekea uzeeni, sikuwahi kunywa viroba. Sikuwahi kuvuta bangi. Kiukweli, ah ili ni vuruga sana. Yaani, niende kuvutia bangi uzeeni. Hapana, sasa akili yangu ikakataa kabisa. Rafiki yangu yule akakusanya vitu vyake kisha akaondoka zake. Nilikaa kitini nje ya mochwari ile pembeni ya mlango, niliogopa hata kuingia ndani kukagua zile maiti. Punde, mbali kidogo, koridoni, nikaona maiti ikiletwa ikiwa kwenye machela ikiongozwa na manesi na ndugu zake. Basi walikuja wakajiandikisha, wakiahidi kumrejesha ndugu yao kesho. Kwa kuwa friji zote zilikuwa zimejaa, tukamhifadhi chini. Aa, nakumbuka mwili ule ulikuwa ni wa mzee kama mwenye miaka sitini hivi mpaka sabini. Basi tukampulizia madawa yale ya kumkausha ili asiinuke, tukamfunika vizuri kabisa. Ndugu wengine waliokuja kuchukua maiti ya ndugu zao, tukasaidiana kuwapakiza kwenye gari ambao wengine waliniachia hela. Ilikuwa ni kazi yenye marupurupu kweli kweli. Basi baada ya kazi mbili tatu kuisha kule mochwari, nikarejea kwenye kiti changu pale nje. Nilikaa mpaka mida ya saa saba nikaenda kantini kula, kurejea nikakagua maiti wangu, walikuwa vizuri tu, nikarejea nje kisha nikaketi na kuendelea kusoma gazeti nililolinunua. Wakati nikiwa bize na gazeti langu, wakati nikiwa bize na gazeti langu, si ndo, ghafla nikasikia chafya kule ndani ya chumba cha maiti aise! <laughs> <say>, ndugu yangu hiki <laughs> hi, kisa kilichonitokea, yani hii hi sijui niseme sintofahamu, sijui sintosahau, yani mpaka leo hii nashindwa kusahau kabisa. Basi mimi nikajua nimesikia vibaya, nikapotezea. Gafra nikasikia chafya tena kwa mara ya pili. Haraka sana nikanyanyuka, nikapiga hatua mbili mpaka ndani. Miili ile yote ya chini ilifunikwa vizuri gubigubi kwa yale mashuka meupe, kuangalia walioko kwenye friji, nao wote walikuwa katika usalama. Sasa alopiga chafya ni nani? Au siku hizi maiti nao wanapiga chafya? Nikawaza, au niwafunue mmoja mmoja, kuwakagua, pengine kuna mzima. Ila nilipowacheki ah, nikapotezea kurejea zangu nje. Ile nakaa tu, ghafla nikasikia kicheko kikali sana. Haraka nikaingia ndani ya mochwari ile. Sikuamini nilichokiona, huwezi amini, msikilizaji, yule mzee aliyoletwa masaa kadhaa nyuma, ndugu zangu, ndugu zake wakasema watakuja kumchukua kesho yake, alikuwa akakaa kitako huku akicheka sana. Nilipiga breki pale mlangoni, nikashindwa kuingia wala kurudi nje. Nikabaki nikiuangalia niki ule mwili kwa wasiwasi sana. Kisha kanizo unashangaa nini sasa wewe, hebu kawaambie madaktari huko wodini mimi ni mzima, waje wanitoe huko bana, Allah. Yule mzee akaongea kwa ukali akiwa kakaa kitako pale chini vile vile. Sikujua ni saa ngapi, niligeuka nikawa nikishuka korido. Kwa bahati nzuri nikapamiana na daktari mmoja aliokuwa akijiandaa kuingia kwenye lifti kwenda ghorofa za juu. Ah, Jose una tatizo gani? mbona hai hai eh? nikabaki nikimnyoshia kidole kule ilipo mochwari, sikuweza kuongea kabisa, nilikuwa na kigugumizi kikali. Daktari alinielewa, tukaongosana naye mpaka mochwari. Kufika oh Nilishtuka kukuta miili kama ilivyokuwa awali ikiwa imefunikwa vizuri tu, basi nilizidi kuchanganyikiwa. Na ndugu msikilizaji wa Ulimbo wa Simulizi, naona tunapaswa kuishia hapa sehemu ya kwanza, ili mimi nisikuchoshe na wewe pia usichoke. Naomba tuishie hapa sehemu ya kwanza nikiwa na matumaini yangu kabisa hutakosa sehemu ya pili. Swali ni je, baada ya kukuta Joseph zile maiti zimelala kama jinsi alivyoziacha, unahisi nini atakifanya ili aweze aweze kuwa salama? Na unahisi yale mauza mauza yataisha kwa baada ya muda gani? Naam, msimuliaji wako pendwa kabisa ni kaniban Ahmad, mimi hapa ambaye unasikiliza sauti yangu nikiwa nimekuingizia sauti ya mamlaka niliyojaliwa na Mwenyezi Mungu. Lakini bila kusahau, ewe msikilizaji wa Ulimbo wa Simulizi, kama wewe ni mgeni katika Ulimbo wa Simulizi, tunaomba basi usiache kubonyeza neno subscribe. lakini share comment likes lakini pia usiache kutumbia nini kifanyike ili nini kifanyike ili wewe uweze kuendelea kuburudika na ulimbo wa simulizi nikiwa ni mimi hapa ambaye nimekuingizia sauti ya mamlaka bila kusahau, nataka kumtaji yule gwiji wa magwiji, lakini pia nguli katika uandishi ambaye anaitwa Zuberi Maruma. Unaweza kumpata kwa namba za simu 0673 5645 na mwisho ni 56. Asante na chao.